Tuelekee kaunti ya Trans Nzoia ambapo tume ya kutetea haki za binadamu nchini KNHRC imefichua kuwa kaunti ya Trans Nzoia inashuhudia ongezeko la visa vya unyanyasaji na dhuluma, ikiwemo makazi duni na ukosefu wa mishahara kwa wafanyakazi, hasa katika mashamba ya ADC na kampuni za kibinafsi za ulinzi. Mike Muskoya na kina cha taarifa hii. Kwa mujibu wa tume hiyo ya KNCHR, Kesi hizo zimeorodheshwa kuwa nambari moja miongoni mwa malalamishi yanayowasilishwa na wananchi, hali inayofichua uovu na ukosefu wa uadilifu na uongozi mbaya kwenye shirika la ustawishaji kilimo la ADC na kampuni nyingi za ulinzi ambazo hazizingatii maslahi ya wafanyikazi katika Trans Nzoia. Tuko na uh, shamba tunaita schemes, tuko na ADC, tuko na mambo mingi yenye inafanyika Trans Nzoia, na Trans Nzoia ni cosmopolitan. Kesi mingi zenye tunapokea katika uh, Trans Nzoia inaguzia uh, right to fair labor practices kwa sababu hawa wenye wana, wanafanya kazi katika private uh, security firms mara mingi hawalipwi mara mingi hawana hiyo mazingira mzuri ya kufanya kazi. Kwenye mahojiano na wanabari mjini Kitale, naibu mkurugenzi mkuu wa maswala ya umma na mawasiliano katika tume hiyo Dan Mule amekariri kuwa ni muhimu kwa Wakenya kutambua haki zao katika nafasi za ajira ili kuepuka visa vya unyanyasaji. Uh, haki inapokuwa imekiukwa tunasema kufanya nini, na hata kabla haki kukiukwa tunaangazia maswala ya kinga. Tunasema kinga, tunasema ni ni bora kuliko uh, tiba. Kwa hivyo ni vipi tunaweza kuhakikisha kwamba hizi haki zinapata kuheshimiwa na hata hazikiukwi, na iwapo zitakiukwa, kuna mikakati ipi ambayo inaseli kufuatwa ili haki ipate kutendeka kwa wale ambao eh, haki zao zitakuwa zimekiukwa, ambao kwa kimombo tunaita access Uh, to justice. Kwa hivyo kuna changamoto zipi wakati wa kutafuta haki na zile changamoto zinaweza kushughulikiwaje? Kwa sasa tume hii imeanzisha mchakato wa kuhakisha haki za wakimbizi wanaoishi humu nchini katika kambi mbalimbali zinalindwa, kufuatia kuripotiwa kwa visa vya uhasama kati ya wakimbizi na Wakenya, na mojawapo ni wengi ambao katika zile kambi za uh, Dadaab, na vile vile kambi za Kakuma na kuna wale wakimbizi ambao wanaishi mijini uh, miji mbalimbali mbali hapa nchini Kenya, kwa hivyo wote wanatangamana ama wanaingiliana na uh, wananchi wa Kenya kwa njia moja au nyingine, tunaita host communities. Kwa hivyo katika kule kuingiliana ama ile integration, huwa kuna haki ambazo zinafaa zizingatiwe kwa hawa wakimbizi na pia kwa hawa wananchi, na Wakenya wanafaa kujua kuhusu haya kwa sababu wao ni kama host community. Refugees lazima wajue wakiwa Kenya wanalindwa na sheria ya Kenya. Aidha, wa Kenya umetakiwa kujitokeza na kuripoti visa vinavyohujumu haki zao ili tume hiyo iweze kuwapa msaada ufao. Kama kuna dhuluma yoyote kila binadamu akuna uhuru ya kutembea kuwasiliana na sisi kuwatujulisha, ili tuchukue hatua yenye inatakikana kisheria, kuhakikisha kama ni mtoto mwenye anafaa akuwe shule ako shule, kwa sababu serikali imeweka mikakati ya kwamba kila mwanafunzi lazima akue shule wakati inatakikana. Michael Soy, West TV, kutoka mjini Kitale, kaunti ya Trans Nzoia.